Zanzibar timu yangu ndoipenda kutoka moyoni ni KVZ, ndo chama langu. Si kwenye kombe la Mapinduzi tu, hata ligi ya Zanzibar mimi timu yangu KVZ watu wananijua. Mechi na Yanga leo. Miongoni mwa mechi nyepesi kwa KVZ na Yanga. Unasemaje wewe? Miongoni mwa mechi nyepesi KVZ na Yanga. Nachozungumza na kijua. Miongoni mwa mechi nyepesi ambazo hazitupi tabu sisi KVZ ni kucheza mechi na Yanga, kwa sababu kucheza na ama giant wanacheza nini, ni total football, na timu yetu sisi tunacheza total football. Ndio maana nikambia ni mechi nyepesi. Sisi mechi ngumu inakuwa tukutana na zile ngumu zile, kwa timu ambazo hazieleweki eleweki, ke, ke, ndio KVZ inakuwa mechi ngumu kwa KVZ. Kwa, kwa, kwa Zanzibar sasa hivi mkubwa kwa timu za Zanzibar, KVZ mkubwa yumo. Taja timu nne za Zanzibar, KVZ yumo, uwezi kumtoa kwa hiyo manake w asa ukubwa wewe na Yanga kwamba wewe unacheza tuko futbol na yeye tu futbol. Yanga yuko NBC Tanzania bara, KVZ yuko Zanzibar PBZ, zote ni benki hizo. Kwa hiyo yeye ye ukubwa wake uko bara, sisi ukubwa wetu uko Zanzibar. Kwa hiyo wakubwa kwa wakubwa wanakutana, si mechi ya mchezo migoli. Basi lipo Kambinga, Kambinga lipo na unalijua, Kampinga Kambinga lipo na shughuli. Yanga wanayo manake Ma nshavia <laughs> Ma na vibeki vyao atakavavipanga leo, vile Subhanallah, manake ange kuwepo jobu baka ilo kambinga likabiki sasa. Leo pale chini pana nani pale, we unalijua Kambinga, umeona shughuli yake magoli basi, unalijua

Nyumba iko wazi nyumba? Nyumba yani ukijenga nyumba uko na mlango wa nyuma hauna kufuli sema nshaibiwa kwa sababu vibaka anapita nyuma apite mbele mbele so TV. <laughs> no. kwa leo Yanga anakufa ah, ah, hey, Kwa bismillah, leo Yanga anakufa sababu nshaona Sawa, haina shida. Nani kwa nini? Huyu wa KVZ huyu. KVZ ni ni nani yani ni mganga wa timu au nani? Msemaji? Eh, kaisema vibaya Yanga. Igeuza hivi jua lipige. Kasema Yanga. Ishike, ishike. Hayo ibonyeze. Ishike vizuri. Njoo upande wake. Na kitengo cha mawasiliano cha klabu ya KVZ. Kundi letu kuna timu kubwa mbili sisi na Yanga Afrika. Alafu kuna timu ndogo moja. Lakini katika hizi timu kubwa mbili yani sisi na Yanga, Mm. na hawa wadogo, uh, vijana wa TRA Mm. Nataka Yanga na TRA wakubaliane. Mm. Wote warudi kwao. Sisi ndio ambao tutafuzu kwenda katika hatua ya nusu finali. Mashindano haya tumepania, na kila msimu huwa tuna malengo yetu. Msimu uliomalizika tulikuwa tuna malengo ya kwenda robo finali. Msimu huu tuna malengo ya kulipeleka kombe la mapinduzi bana. Mmeambiwa Tosua anasema kwamba nyinyi na nyinyi na hawa wengine mjipange kurudi kwenu. <laughs> Sawa, huyu <laughs> anatakiwa kujibiwa kwa sababu wewe ndo msemaji mwenye raha kuliko msemaji yoyote. Hmm. Hmm. Kwanza kimsingi mashindano hmm juu yanaanza leo okay. kwa ya, kama epigana juzi mwakinyo palikuwa pana mapambano ya utangulizi, ndo haya yaliyopita nyuma, kero tishaanza kero juzi, cup inaanza leo kwa sababu Simba zinacheza ndo utangulizi hayo timu kubwa inacheza leo Yanga African Sports Club. Wachezaji wakubwa wanakwenda kuonekana leo, kina profesa Pakome alafu msemaji mkubwa ndo limefika kwayo. Hawa wote wadogo wanapigapiga kelele, wanajua kwamba leo ndo mashindano yanaanza. Yanaanza ya leo ndo stori zote za Mapinduzi Cup zinakwenda kuonekana. Sasa huyu bwana mdogo, huyu bwana mdogo, haya maneno yake bahati mbaya hayatadumu kwa muda mrefu kwa sababu sisi tumekuja huku Zanzibar safari hii. Kikosi ambacho kimesafiri kuja tu kina ishara kwamba hatujakuja huku kuja kushiriki, tumekuja kufanya mambo mabaya. Tumekuja kuhakikisha huku tunashikisha watu wa adabu, na tutaanza na hawa KVZ.